Wapendwa ndugu zangu na taifa la Mungu, tunafanya adhimisho la misa takatifu tukiwa na adhima ya kumshukuru mwenyezi kwa Mungu kwa ajili ya wahitimu mia moja hamsini na moja wa kidato cha nne katika shule yetu ilipendwa ya Kwa Uso katika adhimisho hili huku, kwa moyo wa furaha na shangwe, tunapowapongeza hawa wahitimu wetu, tunapenda kumpa Mungu shukrani kwa kuwa na idadi nzuri ya wahitimu, lakini pia kwa ajili ya kazi njema na jinsi walivyoweza kueleza vipaji vyao na kushiriki vizuri katika malezi yao ya kitaaluma kwa kupata masomo vizuri. Hao wanafunzi mia moja na moja watimu wa kiwemo walikowafu wawili wa kike mmoja na wa kiume mmoja, tuwashangilie na kuwapigia makofi. Masomo yetu yote matatu tuliyo yasikia, somo la kwanza hadi la tatu, ni mwaliko wa kuishi maisha ya shukrani, kwamba tunaadhimisha misa ya kumshukuru Mungu, na masomo yetu yanatualika kuishi maisha ya shukrani, shukrani kwa Mungu, shukrani kwa watu wake, kwa watu mbalimbali tunaokutana nao, ikiwa ni pamoja na wazazi, muasisi wa shule medege, wa shule mkuu wa shule, walimu, wahudumu, watumishi wote na kila yule ambaye ameshiriki kwa namna moja au nyingine katika safari yetu ya makuzi na malezi, hasa malezi ya kitaaluma, ya kinidhamu, eh, ya kimichezo na mambo kadha wa kadha, kwa ujumla. Ni malezi ya kiutu na hata kiimani, ni malezi fungamano ambayo yametufanya sisi leo kuonekana jinsi. Na mwisho tunapenda pia kuupokea huu mwaliko unaotuongoza kuishi maisha ya shukrani hata kwa mazingira yetu. Kwa hiyo ni mwaliko wa maisha ya shukrani kwa Mungu, kwa watu, na kwa mazingira tutakayokuwepo, tutakayokuwa tunaishi. Somo la kwanza kama tulivyosikia, netoa kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 50 aya 22 hadi ya 24, ni somo ambalo tumeletewa ujumbe kupitia aya tatu, na naona katika kila aya kuna ujumbe mahususi katika aya 22 tunaalikwa kuishi maisha ya shukurani kwa Mungu aliyetulea tangu tumboni, na wote hapa, kila mmoja wetu anaweza kukiri kabisa pasipo mashaka kwamba Mungu wetu huyu huyu ndio Muumbaji, ndio Mtoaji na ndio Mpangaji, na kwamba yeye ndio amekuwa akitegemeza maisha yetu katika mazingira ya furaha katika mazingira ya amani, lakini pia hata katika dhoruba na misukosuko. Anatuongoza, anatulinda, anatutunza na anatushauri. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru, ametulea tangu tumboni. Tumekuwa tukiogelea katika fumbo la mpango wake, fumbo la upendo na huruma yake, katika upendo wake usiopimika na ndiyo maana kila mmoja kwa umri wake akipiga hesabu ya maisha yake huko nyuma, ama ni sisi wahitimu kwa maisha ya shule au ni maisha ya tangu kuzaliwa, kwa hakika atauona mkono wa Mungu. Ataona kwamba daima Mungu amekuwa naye akimwongoza, amekuwa akimtunza, amekuwa akimjalia mema mengi. Kwa hiyo ndiyo maana, kwa sababu hiyo, hili somo la kwanza E, na hii aya tukianza aya ya mbili inatupa ile sababu moja kati ya sababu ya msingi ya kuishi maisha ya shukrani. Lakini hata tukijikita katika mazingira ya hapa hapa shuleni, tunaweza kuwa na uzoefu mkubwa katika mambo mengi, kwa kusema kwamba kwa kuwa hapa na hata tulipokuwa nyumbani, e, nikiwa na maana kwamba hata kabla ya kutoka nyumbani, tumeonja ulinzi wake, kwamba Mungu ametulinda, Mungu ametuponya tukiwa hapa shuleni na hata kabla yake, kuna wakati tuliugua lakini tukatumia dawa tukapona, na wakati mwingine tunashangaa. E, kuna watu huwa wanasema ukiona e, mapunye mapunye hapa kwenye mdomo, ujue ulikuwa una homa. Sasa kuna wakati mwingine watu tumepata homa hata hatukutumia dawa tukapona, si ndio? Sasa haya yote tunapata nafasi lini ya kumwambia Mungu asante? Ndio maana tunadaiwa maisha yetu yote yawe ni namna ya kueleza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tumwambie Mungu asante. Tunataka kusema ametujalia neema na baraka nyingi, ametujalia mema mengi, kabla, wakati na hata baada ya kumaliza kidato cha nne. Tutaendelea kuonja wema wa Mungu; kwake wema ni tendo lisilokoma. Kumbe, kwa kuwa kwa Mungu wema kwetu ni tendo lisilokoma, maisha ya shukrani kwetu pia yanapaswa yawe tendo lisilokoma vile vile yaani. Kila siku napokutana na watu, kwanza, kila siku najua Mungu yuko mahali pote popote, ninapokuwa na ninapokutana na watu na mazingira, basi maisha yangu yaeleze namna hiyo ya shukrani. Maisha ya shukrani, aya 23, inatukumbusha kwamba mvumilivu astahimili na kuwa ana na ukunjufu wa moyo, kwamba mtu mvumilivu ni anastahimili na na ukunjufu wa moyo. Hii ni moja ya sifa zinazoelezwa na mwandishi wa Yoshua bin Sira katika aya hii, ambayo mimi naona nyie wahitimu mnazo. Tumsifie Yesu Kristo. Jubilei 25, Mahujaji katika matumaini. Mimi naona nyiwe wahitimu mna sifa hizi, kati ya sifa nyingi, ni wavumilivu ni wastahimilivu na ni wakunjufu wa moyo. Ndio maana mmeweza kumudu masomo. Ninyi ni watu wenye nidhamu na nidhamu ni mtaji kwa wale, ndio maana mmemudu Vinginevyo ingekuwa miezi miwili tu ya kwanza, umesharudishwa nyumbani na hauruhusi kurudi tena, sivyo? <laughs> Haya, jipigieni makofi tena. <laughs> Lakini pia sio kwamba nasema, nasema hayo tu. Nimehakikishiwa, nimeambiwa na mwasisi wa shule hii na hasa hasa mwasisi meneja, lakini pia mkuu wa shule ameniambia ameniambia sifa zenu kedekede, sifa kem kem, hmm? kwamba ninyi ni watu wema mnaojitambua, wenye bidii na wenye vipaji vingi, tena ni wavumilivu na wastahimilivu, na kadhalika na kadhalika. Hongereni sana sana. Sasa mkiendeleza haya huko mnapokwenda na huko mtakapokuwa, mtakuwa mnaendelea kuishi maisha ya shukrani, sivyo? Aya ya 24 ni ombi la hekima hii ni sala, na kiini cha sala ya mtu mnyenyekevu. Unaona, mtu mnyenyekevu kama mfalme Suleiman, yeye alipokuwa anaingia katika ufalme hakuomba kitu kingine, aliomba hekima. Kwa hiyo katika aya hii Yoshua bin Sira anatukumbusha kuomba hekima, na tutakapoomba hekima ambayo mnayo tayari, inatusaidia kutambua nafasi yetu na kutambua nafasi ya Mwenyezi Mungu. Basi ili kusudi tuendeleze maisha haya ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tusichoke pia kuwa watu wa sala. tuendelee kusali, tuombe hekima na tuombe mahitaji yetu mengine yote na Mungu atatupa hata yale tusiyoyaomba. Kwa hiyo nawaalika na nawaomba wahitimu wa wapendwa, tusiache kuwa watu wa maisha ya sala, maisha ya sakramenti na tuendelee kuishi maisha ya fadhila. Tukifanya hivyo pia tutakuwa tumeendelea kuishi maisha ya kumshukuru Mungu, na hii iwe kwa Mkristu, iwe kwa Mwislamu, na iwe kwa mtu yoyote. Na kwa Wakristu, mtakapomaliza masomo yenu hapa hasa kwa Wakatoliki na hata wa madhehebu mengine. Hasa kwa Wakatoliki, najua kule kuna jumuiya ndogo ndogo, mwende jumuiya ndogo ndogo, mkasali, mkashiriki shughuli nyingine za kanisa. Na kwa Waislamu, Ijumaa mwende msikitini, eh, na kadhalika na kadhalika. Basi tuyafanye hayo yote, na tuyafanye hayo yote, na hasahasa ile hasa la kusali, kama nilivyosema, ambalo linayaunganisha hayo yote, kwa sababu ni tendo la hekima na hekima ina thamani kuliko dhahabu. Kitabu cha Mithali sura ya tatu aya kumi na nne anatuambia hekima ina thamani kuliko dhahabu. Tumsifu. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya tatu hadi ya tisa. Mimi nimeguswa zaidi na aya ya nne. Katika aya ya nne, Mtume Paulo anatupitisha kwenye wazo letu la maisha ya shukrani. Anasema: Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo. Nami ningependa kuyasema maneno hayo au yanayofanana na hayo kwenu ninyi nyote wana Kwa Uso, Mheshimiwa Dr Padri Stanislas Mtajwa, mwasisi na meneja wa shule, Mheshimiwa Padri Denis Luyunga, mkuu wa shule, walimu wote, walezi wahudumu hapa na wanafunzi, lakini vile vile hata na wazazi na kipekee sana kwa ajili yenu ninyi wahitimu. Mimi napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu kwa sababu ya hatua hii mliyofikia, sio hatua ndogo. Ukienda nyumbani watu watakuona, tunakuambia ah, umemaliza kidato cha nne, hongera sana. Mimi napenda sana kutumia ile lugha ya wazee wetu wa zamani. Wazee wetu wa zamani, mtu aliyemaliza kidato cha nne walisema huyu amemaliza darasa la kumi na mbili hongereni sana kumaliza darasa la kumi na mbili. <laughs> Wao walikuwa na hesabu tangu shule ya msingi, na hesabu la kwanza la pili la tatu. Labda tu nyie mtaniuliza, nyie la tisa mnalisomea wa lau la ula, nane basi. Sijui mitaala siku hizi nabadilishwa ndani kitoka la saba. Kwa wazee wetu wa zamani, walikuwa kitoka la saba zamani zile, walikuwa mpaka na darasa la nane, si ndio? sisi siku hizi unapokuja unaanza la tisa, la tisa la kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Madarasa mangapi? Manne. Kwa hiyo ninyi ni kidato cha nne, lakini pia ni darasa la kumi na mbili. Hongereni tena <laughs> nyaka kumi na mbili unasoma sio mchezo, ila ukiunganisha na chekechea huko na nini inafika. Eti somo la tatu inatoka Injili ya Marko sura ya 5 aya 18 hadi ya 20. Tumesikia habari za uponyaji, Yesu anamponya mtu aliyekuwa na pepo. Huyu mtu aliishi makaburini, alijitenga na alipoteza matumaini karibu wa kuona maana ya maisha yake, hali ambayo ilimfanya apoteze kabisa au wasione maana ya maisha na hata sababu ya kuumbwa kwake. Lakini hapa tunaona Yesu alichokifanya: anamrudishia uzima, anamfanya kuwa mtu mpya, anasawa na kumuumba mpya, upya, kumrudishia hadhi yake. Ninyi pia kuna namna fulani ya ufanano na mtu huyu si kwamba ninyi mlikuwa na shida sawa na huyu mtu, kwamba mlikuwa na pepo la hasha? Hapana, lakini kuna vitu ambavyo hamkuwa navyo, na kama mlikuwa navyo, hamkuwa navyo katika ukamilifu wake, na sasa mmevipata. Moja ya vitu hivyo ni ufahamu, ni elimu, ni elimu ambayo mmeipata hapa kwa kiasi kikubwa mmeondoa ujinga katika vichwa vyetu, tumeondoa ujinga na tumepakia na kupakizwa ufahamu, sivyo? Hicho sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Lakini pia tumepata uzoefu mpya wa maisha na fursa ya kukuza vipaji vyetu. Mlivyokuja sivyo mnavyoondoka. Mmelelewa katika mazingira ya uhuru kujitambua na kukuza vipaji vyenu ambavyo vitawafanya muweze kuendelea kuishi vizuri na kuitumikia taifa la Mungu. Haya ni matokeo ya juhudi zenu, lakini pia inatokana na kazi kubwa na njema ya walimu na walezi wenu. Nafikiri katika nafasi hii pia inafaa tuwape maua yao na kuwapigia makofi na vigelegele vingi sana, walimu na walezi wenu, makofi kwao. Yesu akamwambia yule mtu, enenda zako nyumbani kwa watu wa kwenu, kawahubiri mambo gani aliyokutendea Bwana. Naye akaenda katika mji wa Dekapoli akahubiri, na watu wakastaajabu. Huyu alienda kuishi maisha ya kumshukuru Mungu. Na sisi najua tutakapoondoka hapa, kila mmoja ataenda kwao, au ataenda mahali alipopanga au walipopanga na wazazi na walezi. Hmm, sijui mtaenda wapi. Najua wengine wataenda Dar, wengine wataenda Arusha, wengine Mwanza na kadhalika na kadhalika, lakini wengine wataenda karibu hapa kama Kashozi, Kiaka, Mugana, kish, Kishanda, Kiziba na kadhalika na kadhalika, sivyo? Huko kote tukaishi maisha ya kumshukuru Mungu. Tumsifie Yesu Kristo. Mnaenda nyumbani kupumzika na kusubiri matokeo. Wazazi wengine watawaanzishieni kozi za muda mfupi kama kompyuta na kadhalika, safi kabisa. Hayo yote yatawasaidia kukuza vipaji na talanta zenu. Ukisoma kitabu Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 25, unaona kuna mtu mmoja alipewa talanta moja akaizika lakini wenzake walipewa mbili, mwingine tano, wakazizalisha. Basi na ninyi, kila wakati mfikirie namna ya kuzalisha talanta, yani hivyo vipaji mlivyojaliwa na huu ni wakati wa utandawazi. Kuna athari nyingi za usasa na maendeleo, kuna athari chanya na athari hasi. Zitumieni vema zile athari chanya kwa ajili ya maendeleo ya maisha yenu, zikumbatieni hizo athari chanya, na kwa lugha yenu mnasema mtapasua au mtatoboa hmm? Kwa lugha yetu lugha ya vijana vijana wanasema mtapasua eti mtatoboa eti? Ehe, mkizikumbatia zile athari chanya mtafanya vizuri. Kabla ya kuhitimisha, napenda kusema na makundi kadhaa hapa. Kuna watu kwanza napenda hmm, ni wanongoneze Alafu baadaye nitasema na wengine. Kuna msemo unasema hivi, abali kusigara mutemu amani mutashubaa nyuma mwicuke ukusoma no lufungu luzo. Nimewateta, nimewauma sikio baadhi ya watu sii, labda niwaseme kwa wazi, niseme kwa wazi, mnaobaki juhudi kama mwanzo. Kumbukeni, elimu ni ufunguo, sivyo? elimu ni nini? Jubilei ishirini ishirini na tano, maujaji katika matumaini. Basi tunaendelea pia kuwapongeza wazazi, kuwa na wasimamizi wa mtoto atakayebatizwa. Ni baraka za Mwenyezi Mungu kwa ubatizo wa mtoto huyo, Wakristu katika familia yetu tutakuwa tumeongezeka, Wakristu katika jimbo la Bukoba tutakuwa tumeongezeka, na Wakristu katika kanisa la ulimwengu tutakuwa tumeongezeka. Hivi punde mtoto wetu atapokea sakramenti ya ubatizo. Hem, tuwashangilie wazazi na wasimamizi kwa utangulizi. Mwisho kabisa, napenda kutumia fursa hii tena kuwapongeza nyote Mtaji wa aha, mwanzilishi wa shule na meneja wa shule, Mheshimiwa Padenis Bayunga, mkuu wa shule, waalimu na walezi, watumishi, wazazi na kipekee ninyi wahitimu, lakini pia hata na wageni waalikwa alikwa, hongereni sana. Jubilei ishirini na tano maujaji katika matumaini Tuwapigie makofi na vigelegele vingi sana au